Sowah na Kante wote wamefungiwa mechi tano na faini juu, ambapo kamati ya masaa sabini na mbili imemfungia mshambuliaji wa kimataifa wa klabu ya Simba Sports Club Jonathan Sowah kwa michezo mitano pamoja na faini ya milioni moja, huku Alassane Kante pia amefungiwa michezo mitano na faini ya milioni moja. Sowah na Alassane Kante walifanya vitendo vya utovu wa nidhamu kwenye mechi dhidi ya Azam FC, ambapo wengi waliweza kutabiri mapema kabisa kwamba kwa kile ambacho waliweza kukifanya, basi ni vinafanana vile ambavyo alifanya Ibrahim Baka dhidi ya wachezaji wa Mbeya City, hivyo adhabu yake ambayo alipewa Ibrahim Baka ilikuwa ni mechi tano lakini na faini, lakini kwa upande wao wao walifanya vitendo vinavyofanana na hadi kufikia kwamba kamati ya masaa sabini na mbili kuweza kuwafungia wachezaji hao kwa mechi tano na faini hizo, huku wakidai kwamba wameweza kukiuka kanuni za kimpila kutokana na vitendo vyao ambavyo walivifanya vinavyohatarisha maisha ya mchezaji au eh, uendelevu wa kucheza mpira kwa, kwa mchezaji mwingine ikiwa inaeleza kwamba kwenye kanuni ambazo zipo zinaeleza kabisa, Play fair be positive, yani ucheze vizuri bila kumuumiza mwenzako ili naye awe salama kama ulivyo wewe. Kwa hiyo Jonathan Sowah pamoja na Alasana Kante wao walifanya vitendo hivyo kwenye mechi dhidi ya Azam FC ambayo mechi hiyo iliweza kuisha kwa klabu ya Simba kukubali kwa kipigo cha goli mbili kwa kwa sifuri na huku wakitoka eh, Azam kikiwa kifua mbele na kuongeza pointi katika msimamo wao, na Simba kuwa wamepoteza pointi kwa mara ya kwanza tatu kipindi hicho lakini kamati ya masaa 72 ikaamuru muru kuweza kuwafungia, kwa sababu yenyewe ndiyo ina tathmini na kuangalia ni aina gani ya mchezo ambao wachezaji hao waliamua kucheza, hivyo watakaa wata, wata benchi kwa mechi tano na faini